Tanzania Tanzania imekuwa na, na matukio yasiyo ya kawaida kwenye wiki hii ambapo persecution ya kanisa imepanda ikapitiliza kiasi kile ambacho uh, ni cha kawaida. Kulikuweko na persecution kiasi, lakini imepitiliza um, ni kama siku ile ambao uh, Mfalme Herode aliamua kumshika Petro, alimshika kwanza uh, kwanza James akamuua kwa upanga, akaona jambo hilo ni kama ni jambo nzuri, akamfuata Petro ambaye alikuwa ndiye kiongozi wa kanisa aliyeachiwa uongozi wa kanisa na Kristo lakini maandiko inasema the church prayed without ceasing. Na tofauti na aliposhikwa Yakobo, Petro akakombolewa, akaokolewa kutoka gerezani, malango yakafunguka by themselves, na malaika wa Bwana akamwongoza kutoka nje ya gereza tukio ambalo lilitia moyo kanisa sana. Siku ya Jumapili uh, kulikuwa na na tamko ambayo lilitolewa na askofu anaitwa Askofu Gwajima pale ta, uh, pale Arusha uh, Dar es Salaam eneo la Ubungo area ambayo inaitwa Chai Bora. Uh, kuna kanisa pale la ufufuo na uzima, akasema aka ya kwamba serikali ya Tanzania uh, uh, huwa iteki watu na wala ainyanyasi watu na wala uh, sio yenye inachukua watu na wanakutwa wamekufa, na akaitetea serikali, lakini akasema lakini wale wanaoteka watu wanaoua watu wanaodhulumu watu wanafaa kuchukuliwa hatua. Jambo hiyo inaonekana imemkasirisha sana rais wa Tanzania, ya kwamba akatokea yeye mwenyewe akasema kwamba huyo Gwajima atolewe kwa chama, asipewe aa, kugombea ubunge tena kwa chama. Akasema wasingwajima na isi chama na kuanzia Jumapili imepita ikawa ikawa ni msukosuko mwingi. Jumatatu tulikuwa hapa kwa maombi asubuhi, lakini ikawa usiku ule kumepitia mambo mengi sana. Kanisa lile limezingirwa na polisi, uh, askofu akiwemo pale na waumini wengine wengine wakashikwa wengi, na kutoka pale imekuwa ni, ni, ni jambo ambayo imefuatana, ambayo si nzuri, kwa sababu siku hiyo ya Jumatatu wakafutiwa usajili wa kanisa na leo hii wanaabudu nyumbani. Kanisa lile limekuwa, nimewai kwenda pale wakati moja kanisa lile likiwa na watu elfu sabini yeah. Kanisa ambayo imefufua wafu wengi sana, lakini tatizo moja ni kwamba wafu wanaofufuka wengine wanasema walikuwa wamechukuliwa na watu wakubwa wa, wa serikali. Sasa watu wa serikali wanakasirika, lakini hii hili limemkasirisha rais zaidi. Ina maana kwamba rais mwenyewe ndiye alikuwa anaamrisha watu washikwe, wale watu wameuawa. Ina maana kwamba kidole chake kiko pale. Kwa sababu kwa nini anakasirika hivyo wakati ambao inatajwa wale ambao wanadhulumu wengine? Does it mean ya kwamba yeye mwenyewe ndiye anahusika ama ndiye anatuma watu wafanye hivyo? ukiangalia reaction yake na watu wengine katika uongozi wa chama cha CCM, itakwambia kwamba amehusika. Na kwa hivyo ana, anaona mtu ana, anajaribu kuzuia kile yeye anafanya. Lakini naye Mungu kama ishivyo, Mungu akubali watu wauawe kiolele, damu ya mtu huwa hainyamazi. Mtu akiuawa bila hatia damu yake huwa inyamazi, inakuanga laana kwa nchi, huwa inaanza kuongea mambo mabaya sana kwa nchi. Na kwa hivyo ndio uliona hata hapa, wakati ambao alitokea mambo ya kwamba watu wanatekwa, watu wanapotea, unaona kwamba msukosuko uliongezeka mkubwa sana maana yake damu ya mtu, iwe ni kweli si kweli, lakini kama imeinvolve damu ya mtu kumwagika, haikuwagi tukio la kawaida. Dunia iwezi bakia the same, sauti hiyo inaongea huwa na, na inaongeaga continuously na inaongeaga uh, aiongeagi maneno mazuri, maana inalianga revenge, inalianga revenge but today, ningependa tuombe kwa ajili ya askofu Gwajima, tuombe kanisa lake wanaabudu nyumbani leo, watu wengi sana makanisa zaidi ya elfu mbili uh, kwenye nchi ya Tanzania. Na kama hiyo moja ilikuwa na watu elfu sabini kule kwingine. Kuna mahali walienda wakajaribu kujenga kanisa ikashindikana, wakaambia watu sasa makanisa yote wachungaji wote wakuja hapa, kila mtu chukua watu kadhaa hivyo. Maana yake uh, anahubiri mahali watu wanaokoka kama kama kama watu elfu kumi ama ishirini, so unakuta kwamba hawezi toshia kanisa moja tena. Yeye anahubiria anahudumia watu wote, waislamu wakristo, watu wale wamevuvuka, wakiwa waislamu ni wengi sana, wanafuka wa, wanafuka muislamu, na kwa hivyo vizuri tumuombe. Tumuombe kwa sababu kwenye nchi ya Tanzania kwenyewe hawana uhuru wa kuzungumza hata wakirusha kwenye mtandao, eh? Wanalazimishwa, wana kwenye mtandao zingine zinafutwa wana, wanaondoa kwenye mitandao. So lazima tuombe ya kwamba uidiamini ambao unainuka Tanzania ukome. Si ndio, eh? Maanake hiyo tuliona Uganda wakati wa Idi Amin I mean. Na ni jambo ambalo ni mbaya sana. Hebu tu take a few minutes we pray for them even as we get into the word today.